Kilichomkuta mkaidi aliyefaidi kabla ya siku ya sikukuu ya Idi inasikitisha sana. Awali ya yote nikutakie Idi Mubaraka. Karibu sana katika chaneli yetu ya Hastenic Production kwa simulizi kemkem -kem. kama bado haujasubscribe usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili upate taarifa kwa kila simulizi zetu mpya. Pia like na komenti yako ni muhimu, mpenzi mtazamaji wetu. Tuanze. Siku ya Eid el-Fitri ilipowadia kila kona ya mtaa wa Mwangaza ilifurika na shamrashamra za sikukuu. Watoto walikimbizana mitaani wakiwa wamevalia mavazi mapya, huku harufu ya pilau na biriani ikitawala angani. Kila mmoja alifurahia siku hiyo tukufu, isipokuwa Bwana Amani. Bwana Amani alikuwa tajiri mkubwa, anayejulikana kwa anasa zake na tabia yake ya kutojali dini. Mwezi mzima wa Ramadhani uliopita, hakuwahi kufunga hata siku moja. Wakati wengine wakifunga na kuomba dua, yeye alikuwa akila hadharani akicheka na kudharau wale waliokuwa wakishiriki ibada. Mbona nijiteseke na njaa wakati nina kila kitu? alikuwa akisema. Watu wa mtaa walimwona kama mtu asiyejali dini, lakini hawakumpa maneno makali. Walimwombea tu apate uongofu. Sasa, siku ya Eid el-Fitri, Amani aliamua kufanya sherehe kubwa zaidi kuliko mtu yoyote katika mtaa huo. Alinunua ngamia hamsini na kuwachinja, akatayarisha biriani na wali wa kila aina, nyama choma, sharubati na mapochopocho mengine yasiyohesabika. Alialika mtaa mzima kuhudhuria sherehe yake, akitarajia watu waje kwa wingi na kumpongeza kwa ukarimu wake. Lakini muda ulivyozidi kwenda, hakukuwa na mtu hata mmoja aliyefika. Masufuria makubwa ya chakula yalikuwa yakiendelea kutoa mvuke, lakini hakuna aliyekuja kula. Alituma watu wake kwenda kuwaita majirani, lakini kila mmoja alikataa. Wengi walisema, Hatuna haja ya kula chakula cha mtu aliyedharau mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amani alijikuta peke yake katika sherehe yake kubwa. Alipita mitaani, akiona jinsi familia zilivyokusanyika kusherehekea Eid kwa upendo na furaha. Hakukuwa na mtu hata mmoja aliyekuwa tayari kushiriki naye. Alianza kusikia uchungu moyoni. Kwa mara ya kwanza, alitambua kosa lake. Machozi yakimtiririka, aliamua kubadili moyo wake. Alikusanya chakula chote na kuelekea kwenye vituo vya watoto yatima na magereza yaliyokuwa karibu. Wafungwa walipokea chakula kwa shukrani, huku watoto yatima wakifurahia kwa furaha isiyo na kifani. Alijiona mdogo mbele ya wale waliokuwa na mioyo safi, licha ya hali zao duni. Siku hiyo, Amani alijifunza kuwa pesa haziwezi kununua heshima wala furaha ya kweli. Alitambua kuwa heshima ya mwezi mtukufu ni muhimu, na kwamba kujitoa kwa wengine kuna thamani kubwa kuliko anasa binafsi. Aliomba msamaha kwa familia yake, wanamtaa, na zaidi ya yote kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mara ya kwanza, alihisi amani ya kweli moyoni mwake. Tumefika mwisho wa simulizi yetu. Asante kwa kuwa nami, nikutakie Eid Mubarak. Sala na dua zetu ziweze kujibiwa na Mwenyezi Mungu, amin.